Ndugu zangu, umewahi kujua kuwa hasira, wivu, chuki, kuhukumu wengine na vita vya namna hiyo kuwa ni giza na huhesabiwa kama mauti? Vikiwa ndani ya mtu, wewe huwa ni mfu kama unatawaliwa na vyovyote hivyo au hata kimoja tu. Fikiria, je, maiti inaweza kuwa na amani? Maiti inaweza kupenda? Maiti inaweza kufanya hekima? Ni kwa sababu haina uzima ndani yake bila uzima hakuna kinachoishi, na uzima huingia kupitia roho. Yohana 6:63, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Na uzima ndio unaokufanya kuwa kamili, sio mfu. Angalia, umewahi kukasirika mpaka ukahisi uwezi kusamehe? Umewahi kuchukia mpaka unahisi uzito ndani yako? Umewahi kuona uwivu mpaka ukashindwa kuona mazuri yaliyo ndani yako, na hali hizo zikakupokonya amani ukashindwa kucheka ulipohitajika kucheka, ukakosa nguvu ya kusikiliza hata sauti hii leo, kila kitu ukakitoa maana kwa namna unavyohisi nafsini, hapo umekufa kiroho. Marko 8:36 yafaa nini mtu kuupata ulimwengu wote na akapoteza nafsi yake? Jiulize, ni faida gani kuwa na pesa za kutosha, marafiki wa kutosha, chakula cha kutosha, lakini hasira, wivu, kusengenya kiburi kipo ndani yako. Hizo ndo hali zinazotukwamisha tusifurahie kile Mungu amekiweka maishani mwetu. Lakini sasa nikikwambia unaweza kufufuka tena, utanielewa sawa? Yani unaweza kuwa mpya katika Kristu, hali hizo na tabia zote za zamani zikafa mazima, nawe ukawa huru kwa damu ya Yesu Kristu, ukiamini tu, na imani yako itakufanya uhesabiwe haki, yani usamehewe dhambi, japo unazo, ufundishwe hekima na iondoe hasira uonyeshwe upendo wa Baba, usahau chuki, usihukumiwe nawe usihukumu. Kwa lugha ya wanadamu hii ni ngumu, ila Injili yani maisha na neno la Mungu, hii inawezekana. Methali 14:27 kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Jaribu ukane kidogo wanadamu na tanzi za mauti katika maisha yako ili abadilike leo. Uzima hauji kwa kuwa mkamilifu. Uzima huja kwa kumruhusu Kristo aishi ndani yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, twaujua utukufu wako katika pendo lako kwa kumleta mwanao atuokoe ambapo tusingeweza kujiokoa wenyewe. Tujalie kuamini hilo siku zote za maisha yetu. Amen.